Leo tarehe mbili mwezi wa saba mwaka 2025 muda wa saa saba na dakika tisa mchana nimeweza kurejesha fomu ya kugombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini kwa awamu ya pili, na nimechukua fomu na kurejesha nikiwa na ni matumaini makubwa, kwa sababu tumefanya kazi kubwa kwa wananchi kwenye sekta zote, hiyo ni sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya barabara kwa ujumla wake, na nina imani kwamba wananchi wa jimbo la Arusha mjini na chama chetu cha Mapinduzi kitakwenda kutafakari na kuangalia mchango ambao tumeotoa kwenye, kwenye jimbo letu kwa mara. Baada ya kukamilisha mchakato wa ndani ya chama, sasa ni wakati wangu wa kusubiri taratibu za ndani ya chama zikamilike, na baada ya kukamilika nikiwa miongoni mwa wagombea ambao wameteuliwa, sasa tutakuwa tayari kwenda kufuata hatua zinazofuata.